Kampuni ya Zanzibar Sugar Factory iliyowekeza katika kiwanda cha sukari Mahonda inafikiria kusitisha uzalishaji kufuatia kuendelea kwa matukio ya uchomaji moto ekari nyingi za miwa siku hadi siku. Mwandishi wetu anaeleza. Uamuzi huo wa kusitisha uzalishaji wa sukari umekuja baada ya hekari mia moja za shamba la miwa kuteketea kwa moto katika siku mbili mfululizo, jambo ambalo linazorotesha juhudi za wawekezaji wa kiwanda hicho. Akitoa taarifa hizo, afisa utumishi wa kiwanda cha sukari Mahonda ndugu Bushiri Muhamed amesema kiwanda hicho kilitarajia kuanza kazi ya uzalishaji wa sukari mwezi Februari mwaka huu, lakini kutokana na hasara zinazoendelea, kiwanda kinawezekana kusita kufanya hivyo. Alisema hujuma kama hizo ambazo zimetokea mfululizo kuanzia mwishoni mwa mwaka uliopita, kwa mara ya tano sasa, zinarudisha nyuma malengo ya uwekezaji, ikiwemo kusaidia tatizo la upatikanaji wa ajira kama Tukio hayo ya moto yalitokea siku mbili mfululizo yameunguza hekari mia moja za shamba la miwa katika shamba la Kitope ambapo mkuu wa mkoa wa Kaskazini Unguja ndugu Juma Kassim Tindwa na kamanda wa polisi katika mkoa huo Hassan Msangi walishuhudia tukio hilo. Nikiripoti madari amani wa ZBC.